Shilingi milioni 30 zilitolewa na serikali kugharamia ukarabati wa uwanja wa manispaa ya Kerugoya, lakini unapoingia katika uwanja huu, taswira ya kwanza utadhani ni barabara. Kunapohitajika kuwa uwanja wa michezo, ni haswa barabara ya magari na wapita njia. Kutowajibika kwa wale waliopewa jukumu kukarabati wa uwanja huu ndio sababu kuu ya hali yake. Hofu kuwa ardhi ya uwanja huu mwenyakuliwa ni bayana kutokana na majengo ya makazi yanayopakana kwa karibu na uwanja huu, sehemu ambayo ilikuwa imetengewa upanuzi wa uwanja huu miaka zijazo. Uwanja wa mpira wa vikapu uliogharimu maelfu ya pesa bado haijakamilika. Hali kadhalika eneo la vijana ilijulikaniwa kama Kirugoya Youth Center, eneo kisio kutengewa maelfu ya pesa, bado ni ndoto ambayo vijana wa eneo hilo wanaliotea tu kwa mbali. Kutoshughulikiwa kwa uwanja huu umetoa nafasi kwa utupaji wa takataka kote uwanjani na aswa mlangoni na kama viwanja vingine kote nchini, hali ya kutowajibika na ukosefu wa uwazi na utendakazi katika matumizi ya fedha zilizotengewa uwanja huu ndio sababu umeiweka uwanja huu katika orodha mbovu ya viwanja vya michezo vinavyozidi kukosa utumizi na kuwanyima wachezaji nafasi muhimu kwa maisha. Nicholas Mudimba, KTN Leo Michezo.